Wanasema kwamba hatangulia kisimani hunywa maji maenge, na hivyo basi nakushukuru mtazamaji wetu wa TVC kwa kuwa TVC 247 kituo ambacho ni kituo cha kuaminika cha kukuletea habari kemkem, ite Martin Base, ungana nami hadi tamati, lakini kwanza tuanze kwa vyamsha hamu. Mtu mmoja ameaga dunia akiwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nakuru kufuatia ajali iliyofanyika mapema leo. Rais William Ruto wa mzawidi mwanamazingira Turufena kwa kuvumilia kupiga pambaja mti kwa masaa 72. Winnie Odinga amesema kwamba chama cha ODM kitakuwa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2027. Magaidi wawili wameua watu 15 katika sherehe ya Chanuka iliyofanyika Bond Beach. Watu 37 wamethibitishwa kufariki dunia huku mafuriko yakisababisha maafa. Karibu andamana nami hadi tamati ni kusome taarifa kwa upana. Watu 37 wamethibitishwa kufariki dunia huku mafuriko yakisababisha maafa. Takribani watu 37 wamefariki dunia kutokana na mafuriko ya ghafla yaliyosababishwa na mvua kubwa katika jimbo la Safi lililoko katika ukanda wa pwani ya Atlantiki nchini Morocco. Kulingana na mamlaka husika, shirika la utangazaji la serikali SNRT News lilipoti Jumatatu likinukuu mamlaka za eneo hilo, kwa angalau watu 14 walipokea matibabu hospitalini wakiwemo wawili, Waliolazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, yaani ICU baada ya mvua kubwa kunyesha kwa ghafla. Kwingineko, magaidi wawili wamewaua watu 15 katika sherehe ya Chanuka iliyofanyika Bondi Beach, mmoja wa washambuliaji hao pia wamefariki. Tukio hili sasa limekuwa shambulio baya zaidi la ufyatuaji risasi kwa umati nchini Australia tangu tukio la Port Arthur mwaka 1990 tisini na sita. Shambulio la risasi lilidumu kwa chini ya saa moja, lakini wingi wa video na picha zilizosambazwa mtandaoni umefanywa iwe vigumu kufuatilia kilichotokea. Na kwa wakati mwingine, nimekuwa msomaji wako Martin Bez na huo ndio mwisho wa taarifa zetu. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram pamoja na WhatsApp, yote at TVC247. Lakini kama ilivyo ada yangu na kuacha na kauli ya siku kwamba Aisifuye mvua imemnyea. Hivyo basi, jitahidi mvua ikunyee pia wewe uisifu. Alamsiki.